Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imelaani vikali kile inachokiita matumizi ya mara kwa mara ya silaha za maangamizi, zikiwemo ndege zisizo na rubani za mashambulizi, yaani kamikaze drones, ambazo inadai zimekuwa zikilenga raia katika maeneo mbalimbali ya Mashariki mwa nchi hiyo serikali ya DRC imesema mashambulizi hayo yamesababisha vifo vya watu takribani mia moja, kujeruhi maelfu na wengine zaidi ya laki mbili kuyahama makazi yao katika kipindi cha hivi karibuni. Kwa mujibu wa msemaji wa serikali Patrick Muyaya, mashambulizi hayo yameathiri maeneo ya mikoa ya mikoa Kivu kusini na Kivu kaskazini na yanachukuliwa kama uvunjaji wa makusudi wa makubaliano ya kusitisha mapigano pamoja na makubaliano ya Washington yaliyosainiwa na rais wa Marekani Donald Trump. Muyaya alio kuwa hali hiyo ni tishio kwa udhabiti wa Jumuiya ya Maziwa Makuu. Amesema kuwa kulenga pia nchi jirani ya Burundi baada ya mashambulizi hayo ni jaribio la kuisambaratisha na kuichanganya kanda nzima, akisisitiza kuwa jumuiya ya kimataifa inapaswa kuzingatia na kuweka vikwazo dhidi ya wahusika wanaokiuka makubaliano ya amani yaliyosifiwa duniani kote. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesisitiza kuwa inachukua hatua kupitia mamlaka za kitaifa na za mkoa wa Kivu Kusini kukomesha mashambulizi hayo huku ikitoa wito kwa wananchi kuungana na kuonyesha mwamko wa kitaifa katika kukabiliana na kile inachokitaja kuwa uvamizi wa Rwanda. Hata hivyo, Rwanda kupitia Wizara ya Mambo ya Nje imekanusha kwa mara nyingine kuhusika na mashambulizi ya uvunjaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano, ikisema shutuma hizo hazina msingi wowote. Mivutano kati ya Kinshasa na Kigali imeendelea kupanda katika kipindi cha mwaka uliopita, huku mashambulizi ya silaha nzito na ndege zisizo na rubani yakiendelea kuharibu hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kusababisha msukumo mpya wa wakimbizi wa ndani.